Au umesikia? Ah, haina haja, haina haja huyo, ah. Na Ongaro ameingia hapa anafunga no mlango basi, ah. Shotia mbele kule unaingia unaitoa no, si ndio? <laughs>